Jioni ya leo tupo na kamara pamoja na linda. Huyu mwenye brici kwenye nywele huyu ndo anaitwa kamara, alafu huyu mwingine amevaa wigi huyu anaitwa linda. Basi kamara yeye kuna sehemu anatoka, yani mchana wa leo kuna sehemu alitembelea, na hiyo sehemu kuna krashi wake, yani kuna jamaa anampenda kichizi, lakini huyo jamaa hampendi kabisa kamara. Kwa hiyo hapa wako wanapiga stori kuhusiana na hiyo sehemu ambayo alienda. Huyu linda anamuuliza vipi, Alex alikuwepo leo? Huyu jamaa anaitwa Alex, lakini kama anasema alikuwepo, ila kama kawaida yake ananikata tu. Huku hivi tunamwona jamaa mmoja amekaa na stress kichizi, huyu jamaa anaitwa Nosa. Basi Nosa leo anatembelewa na mgeni mmoja, huyu ni mdogo wake. Sasa Nosa anashangaa, yani ni kama akutarajia kabisa. Ujue huyu mshikaji anawambia, vipi, umekuja kufanya nini nyumbani kwangu? Jamaa ambia we we brother, vipi wewe? Mi nimekuja ku relax, nimekuja kutulia hizi siku kadhaa, simu yako upokee eh. Mi nimekuja hapa kuhakikisha wewe unakuwa salama. Anaambia hivi, mmesikia, mimi nina shida yote? Mi sina shida, mi nakuomba tu uondoke. Jamaa anaambia mimi siwezi kuondoka, umesikia eh? hapa nimefika na nimehamia, nitakaa ndani ya mwezi mzima. Huku upande mwingine, tunamwona mshikaji mmoja hivi yuko pamoja na mama yake. Huyu mama anamwambia mimi nimekuchagulia msichana mzuri tu wewe, kwa nini haumtaki? anawambia mama, nakuambia kila siku Kamara sio taipu yangu, yani yule hanifai kabisa. Basi huyu jamaa anaitwa Alex na ndiye mwana ambaye Kamara kule, yani afumbi akafumbua muda wote anamuwaza tu. Basi huyu mama mkwe hapa, yeye anampenda kichizi Kamara, lakini mwanaye sasa ndio imekuwa ngumu kumpenda Kamara. Basi turudi tena kwa huyu nosa nosa. Wakati huu anachorachora anaandaa michoro michoro hivi. Michael yeye anafika hapa anaona du, yaani sehemu imekaa ovyo kinoma, haijabadilika hata kidogo. Kaka yake anamwambia usiguse hata kitu, usijaribu kitu jama, yani usijaribu kubadilisha kitu chochote kwenye nyumba yangu. Jamaa anaanza kumlalamikia kaka yake, yani Mike anamlalamikia Nosa, anamwambia bro, yani ni kama hutaki kubadilika. Mtu akishafariki hawezi kurudi tena duniani. Basi tunaambiwa huyu Nosa alikuwa na mke pamoja na mtoto wa kike mmoja, lakini walifariki kwenye ajali ya gari. Ndo maana hata huyu Mike amefika hapa, amekuja kum, kumweka sawa braza yake kidogo leo, amemtoa amempeleka mpaka kwenye massage kidogo, ili hata bro ajisikie vizuri, si unajua. Basi wamefika huku, hii sehemu Kamara ndo anafanyia kazi, afika mpaka hapa, anawambia huyo jamani, niwasaidie nini? Michael anawambia, tumekuja kwa ajili ya massage. Anawambia, poa, basi karibuni, naweza mkazama ndani hivi, mimi niweze kuwahudumia. Wakagawana pale huku, Nosa yeye amemchukua mhudumu mmoja kibongebonge hivi. Huduma zinaendelea ni kukandwa tu. Ah, hii huduma ni hatari. Basi Michael anafanya yote hayo ili kuhakikisha tu kaka yake anasahau kifo cha mke wake pamoja na mwanaye yani. Hataki kabisa kaka yake aingie kwenye jopo la hao ambao wamejinyonga. Basi turudi huku kwa Linda pamoja na Kamara. Leo Kamara amepewa appointment na mama mkwe kule, amewambiwa leo njoo, wakati umependeza, nataka ukutane na mwanangu kuna kikao cha kampuni nataka uje wewe ujumuike. Yani nataka wewe uwe kama ndo best man, au tunaita best woman wa mtoto wangu. Basi akaazima wigi pale moja kwa moja mpaka mjengoni. Basi mama anatengeneza kila mazingira, ili mradi tu Kamara aweze kuwa na mwanaye, lakini mwanaye ndo kwanza leo anaingia na kicheche mmoja hapa geto. Yani, mtoto hana muda kabisa na huyu mwanamke ambaye mama yake anamtafutia huyu msichana ambaye ya amekuja naye hapa anaitwa Jess. Basi ni mapepe kinoma. Yaani Alex amemtambulisha ya tu. Huyu ni mamangu. Basi ameenda anamhagi pale. Oh mami, lakini mama hapendezwi kabisa na ile tabia. Anarudi anamwambia Kamara, "Hem tuondoke mwanangu, tuache hao puuzi." Yaani mama mpendi kabisa huyu msichana hapa anaitwa Jess. Ila Alex ye, hey, hataki kuelewa kabisa. Si unajua tena. Wakati huo leo Michael amechukua simu yake, anapiga mpaka ofisini kwa Kamara. Yani, jamaa anatafuta kila mazingira ili kaka yake aweze kukaa sawa. Basi huku Kamara akaitwa na bosi wake, anaambia hii ni address, hii nyumba kuna mteja anataka afanyiwe massage. Anampa na maelezo kama ukifika huko pesa na nini vyote watakulipa wewe. Basi bibie alikuwa na kazi nyingi kinoma hapa ofisini, anamwambia bos, we mwenyewe unajua kabisa jinsi ambavyo nimeelemewa. Bosi wake anamwambia hao watu wamekuita wewe, kwa hiyo inabidi uende tu. Basi bibie Alichanganya mbaliga zake akafika mpaka huku geto. Amefika tu Mike akamdirect moja kwa moja mpaka chumbani kwa Nosa. Nosa Nosa anamuona hivi anashangaa, hey, eh, we binti umekuja kufanya nini hapa? Anaambia, mimi nimeitwa kwako nije nikufanyie massage. Nosa anashangaa, anaambia, basi mimi sijabolt mtu yoyote hapa kuja kunifanyia massage, lakini usijali, ngoja nikulipe pesa yako afu zeni uende, sihitaji massage kwa leo. Bibi anawambia no, no, no, no. Eme usifanyi chochote, mi naweza tu nikarudi ofisini na hamna shida yote. Akaambia uko sure? Basi wakati weo wa ameshuka huku chini, anaanza kumfokea mdogo wake. Basi dogo naye leo ilibidi aje juu kwa bra zake. Bro anafoka anaambia, unaniletea watu ambao mi sija sijawaita ehhe, kwanza utaondoka lini nyumbani kwangu? Jamaa anaambia, bro, hautaki kubadilika kabisa. Yaani kifo imekuwa kama ni kitu ambacho ni cha ajabu au ni kitu cha kwanza kutokea kwa upande wako watu wengi wamefariki eh? na tumepoteza watu wengi sana katika maisha yetu, lakini mwisho wa siku, maisha mengine lazima yaendelee, lazima usahau kila kitu ambacho kimepita na uendelee na maisha mapya. Basi bro alijifikiria akaona mm, dogo kama ana kitu hivi. Leo asubuhi mapema ye mwenyewe akajipeleka mpaka kwenye ofisi ya Kamara. Kamara anatoka hivi anashangaa, hey, usinosa huyu. Basi anaenda kumsikiliza, anaambia mambo, mrembo bibi anamjibu fresh, ambaye nimekuja kwa ajili ya massage. Samahani tu kwa zile purukushani ambazo zimetokea siku ya mwisho, lakini nimekuja kwa ajili ya massage. Kamara anamkaribisha basi, jamaa anaingia mpaka ndani. Basi tusichokijua, huyu Kamara naye anahusika na masuala ya painting, yaani na yeye ni mchoraji. Basi wakati huyo ametoka hapa, anazungumza kwenye simu, anaongea kuhusiana na mambo ya uchoraji, anaambia vipi, tamasha linaendelea. Basi nosa anatoka ndani hivi, anashangaa kusikia kama bibie naye anachora wakati anamwoji maswali mawili matatu hapa kuhusiana na keri yake. Basi bibia anawambia nishawai kukutana na wewe siku kadhaa ambazo zimepita hapo nyuma, akawambia kweli ambia tushawai kukutana kwenye mashindano ya kuchora na wewe ulikuwa ni jaji, akaanza kumpa stori. Sasa wakati huo, kumbe bibia alikutana na Nosa na akamwonyesha baadhi ya michoro yake ambayo yeye alikuwa ameiandaa, lakini bro huo ndo muda ambao alipoteza familia yake, yaani hakuwa na muda wa kusikiliza kitu chochote. Mwisho wa siku alimdharau binti na akaondoka kwao. Binti analalamika lalamika hapa, jamaa anamwomba msamaha, anambia, basi samahani, zile siku zilikuwa ni siku ambazo sikuwa vizuri kiakili. Akampa business card, akaambia utanipigia. Basi wakati huu bibia amerudi huku geto, anamsimulia shoga yake huku anaandaa michoro. Yaani nosa alimwambia u binti ewe mwandaa michoro kwa sababu kuna rafiki yangu na yeye hivi karibuni tu ataandaa tamasha lake la wachoraji na kutakuwa na tuzo mbalimbali. Basi bibie alienda mpaka kwa Nosa kumtembelea, huku wanapiga stori na wanapeana misingi. Nosa anamwelekeza tu kuhusiana na hilo tamasha ambalo yeye rafiki yake ndo ameliandaa, na anamwambia kuna picha baadhi tu atazihitaji. Kwa hiyo kuna wachoraji wengi ambao wamealikwa kushiriki kwenye hilo tamasha. Basi muda huu leo anajiandaanda hapa, mshikaji anaondoka. Mike anamuuliza vipi bro, wapi? Anaambia naenda kwenye tamasha. utaenda na mimi? Anaambia ah, we nenda tu. Basi nosa amempitia mpaka bibie Kamara huku waende mpaka kwenye hilo tamasha huko. Basi baada ya mambo yote kukamilika huko walivyoenda, leo nosa anaandaa geto kichizi, anasafisha. Mike anamuuliza oa vipi mwanangu, anaambia kuna mtu namtarajia afike hapa geto. Jamaa anashangaa eh, ee, eh, mtu anaambia hebu niambie, huyu mtu awe ni mwanamke? Anaambia yes, ni mwanamke. Na unamfahamu? Anaambia nani huyo? Anaambia ni Kamara. Basi jamaa alivyosikia hivyo, moja kwa moja anaenda geto kuchukua simu. Anaambia vipi, unaenda wapi? Aenda naenda kuchukua simu, taka nimpigie mzee nimwelezee kuhusiana na hizi taarifa. Basi huku bibie Kamara naye anajiandaa na shoga e, anajianda yake na, na anamshauri hemu paka hiyo makeup vizuri bwana, aujaweka hata nywele zikanyoka. Anaambia eh, we naye kila kitu tu kukosoa wakati huu simu inaingia hapa, anapigiwa na ule mama mkwe, anaambia Kamara, naomba uende nyumbani ukamwangalie Alex. Anaambia Alex amepatwa na nini tena? Anaambia wewe nenda kamwangalie, nampigia simu yake ya ukoti basi. Anamwaga rafiki yake na anaenda kwa Alex, yaani hata appointment kwenda kwa nosa imeshaisha tayari. Huku nosa ye anaambia mshikaji wake, anaambia ah, mwanangu demu aje tena bwana, anaambia oh, mwanangu umeyatimba mwaka huu. Huku bibia amefika mpaka kwa Alex anamkuta mshikaji amelewa mpaka amezima. Kila anavyomwamsha Alex haamki wala nini. Basi baada ya dakika kadhaa hivi Alex alijisikia vizuri, bibie bado anampenda u mshikaji. Basi alimwonyesha kea za kila design. Wakati huu Alex anaambia mchukua simu yangu kwanza, naomba mpigie girlfriend wangu. Basi binti akaambia, aya toa Loki. Anaambia, aya nenda kwenye jina nimeandika Jess. Binti anashangaa. Hey, yani, huyu mtu nimekuja kumuokota hapa, anakaribia kufa fanya niambie nimpigie Jesi leo. Kamara bwana akamkia kwa nosa moja kwa moja, kwa sababu appointment ya skuli iliharibika leo, amekuja kwa nosa nosa. Wakati anampa misingi bibia ya kuchora, si ashaanza kukwama kwa huyu binti hapa. Binti akaona eh, nisije nikabakwa hapa, yaani mtu ameganda sekunde sita ananiangalia hivi hivi, anaambia basi, mi ngoja niende nosa. Naye hakuwa na njia yoyote ya kumzuia, akamwacha aende leo bibia si amerudi tena, akawa anamwelekeza sasa. Anaambia hii michoro bwana inatakiwa iwe hivi hivi hivi hivi, na unatakiwa utumie akili sana. Wakati wanacheka cheka hapa, zero distance leo. Nosa sasa sa amembananisha binti mpaka hapa, binti naye ashaanza kufol kwa mshikaji, yani hawa wawili washaanza kupendana tayari. Basi jamaa akashindwa kujizuia, akapeleka lipsi zake mpaka mdomoni kwa mchumba, anamkisi pale. Binti anashtuka hey, ni nini nafanya hapa eh? Anawambia basi naweza naweza nikaondoka basi, nahisi muda wa kurudi nyumbani umefika. Jamaa anawambia unaondoka? wakati hatujamaliza hatujamaliza hata hizi kazi ambazo tulikuwa tunafanya hapa. Bibi anaambia ah, we acha tu hizo kazi, tutakuja kumalizia wakati mwingine. Eh, naomba niondoke naomba niondoke, kwaheri. Basi binti anaondoka kwa kasi kinoma, anaondoka kwa huyo mshikaji. Amerudi huku, anaanza kumsimulia Linda sasa mambo ambayo yamemtokea kwa huyo Nosa basi anamwambia ah, lakini nahisi kama nishaanza kumpenda mshikaji yaani, anaonekana okay. yuko romantic balaa. Wakati huyo Linda anamwambia oh, basi ni chaguo lako na mimi naona kama ni chaguo zuri. Kwanza huyo Alex hata akupendi wala kidogo, hemu jiachie na huyo uh, mshikaji bwana. Huku nosa yeye yani stress zote kuhusiana na familia yake na hao watu ambao wamesha fariki zishaanza kuisha. Mike anamwambia oya, vipi mwanangu eh? yule mchumba ashaanza kukuvuruga nini? Sikuelewi hizi siku mbili hapa anaambia oya, yaani sikutegemea kama wewe unaweza ukabadilika hivi na mapenzi akaanza kukuchanganya tena. Anaambia mwanangu, hemu usiongee hivo. Basi Mike anacheka tu, anawambia kwanza unaondoka nini kwenye nyumba yangu. Anaambia wewe, mi siondoki hapa, yani nipo hapa mpaka kieleweke, mpaka huo demu awe wakwako nanihakikishe kabisa uko salama na hauna mawazo kuhusiana na mke wako, hatutaki kuzika sisi bwana. Basi turudi kwa mchumba huku, leo amekutana na mama yake Alex. Mama yake Alex anawambia, unajua mwanangu ameachana na yule kimbaumbau wake, yule mwanamke simpendi. Basi bibie leo ikabidi amwambie tu, mama, kama nimempenda mwanaume mwingine, nimeshindwa kumsubiria mwanao, yani siwezi tena kudeti na Alex. Wakati huo mama anafuka kichizi, anawambia yani, kwa yote ambayo nimekufanyia wewe alafu mwisho wa siku unaniangusha hivyo. Mimi nategemea wewe uje kuwa mke wa mtoto wangu, lakini leo unanigeuzia kibao kama hivi. Ah, siamini macho yangu. Yaani kweli mfadhili mbuzi utakunywa mchuzi. Yaani mama aliongea maneno mengi, ni kama namlazimisha huyu binti. Sasa wakati binti kashagairi tayari, basi hadi Alex na yeye baada ya kujirudi leo anaongea na binti hapa kwa upole kichizi, anaambia Kamara, unajua baada ya mambo yote Nimegundua kama wewe ndo mwanamke ambaye unanifaa kwenye maisha yangu. Yaani jamaa leo amekuwa mdogo na anamtongoza tena Kamara. Yaani si unajua moyo tena? Yaani moyo haujawahi kupenda sehemu ambayo imetulia. Yaani moyo unapenda hekaheka tu. Akikupenda wewe humpendi. Eh? Na wewe ukimpenda basi yeye kashaondoka tayari. Hakupendi tena. Basi Alex baada ya kuona nishapoteza mpira hana namna tena. Maisha mengine inabidi yaendelee tu. Wakati huu Alex amekaa na mastres kibao. Mama yake anakuja anawambia, hayo mambo ambayo unayawaza hapo wewe ndio umeyataka. Yaani wewe ndio chanzo cha kila kitu. Kamara alikuwa anakupenda na amekusubiri kwa muda mrefu kinoma, lakini wewe tu umeniangusha. Wewe mwanangu nimekutoa wapi? Basi kabla mama hajamaliza maneno pale, Alex anamwambia mama, kwanza achana na Kamara. Kamara yaani sitaki kuona kabisa. Wewe unamfosi Kamara eti awe na mimi hivi? Kamara angekuwa binti yako ungemfosi ati aendelee kumsubiri mwanaume tu ambaye hampendi huko eh? Basi mwache. Anamwambia Kamara nimempa vitu vyangu vingi, nimesaidia familia yake, hemu sinishauri upuuzi bi mkubwa. Anajichenga wakati ule Alex naye anaona du, ubi mkubwa ni noma. Basi mwisho wa picha kabisa huku tunamwona Kamara anajipanga sasa, yuko na Linda anammezesha sasa maneno ambayo akienda kwa Nosa amwambie ili aeleweke. Basi binti ana, ana, ana, ana practice pale, I love you Nosa eh, I love you Nosa. Anajitahidi kuwa romantic kichizi. Basi na mzigo ndo unaishia hapo bwana Nosa, alimchukua binti na mwisho wa siku waliishi pamoja. Basi hii ni Screenplay Hub, wewe tu usisahau kusubscribe share comment and like kwenye channel yetu, utakuwa mtu wa samani kinoma.